Ninawatakia Christmas njema pamoja na heri ya mwaka mpya mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Asante sana kwa kuwa shabiki wetu sugu katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ninawaomba, mnaposherehekea shamra shamra hizi za Krismasi na kufungua mwaka mpya, tafadhali jilinde, kuwa salama. Ninakuhitaji iwe shabiki wangu, karibu sana, ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, mwenye nakuletea taarifa za ukweli. Kuna mchakato ambao umeweza kuanzishwa katika serikali ya muungano Tanzania na Samia Suluhu Hassani ili kuweza kufuta ushahidi wa mauaji Tanzania na wale ambao wako na ushahidi wa mauaji Tanzania, mimi ninaona kwamba serikali inataka kuwafungulia mashtaka ya uhaini, alafu hata inaweza ikawaua kitu ambacho ninawaambia, ninaomba muweze kukichukulia serious, muweze kukitilia maanani. Ninamaanisha nini mpenzi mtazamaji? Tume iliyopewa mamlaka na Samia Suluhu Hassani ambayo inaongozwa naye Othman Chande, aliyekuwa Jaji mkuu Tanzania imeanza kuwatumia raia wa Tanzania jumbe kwenye simu zao wakiwaambia kwamba watoe ushahidi au maoni aa, kuhusu yale ambayo yalitendeka kabla na baada ya uchaguzi. Acha nikuulize mpenzi mtazamaji, Je, upo na imani gani na hii tume ya Samia ambayo tayari ilikwisha pewa mahala pa kuchunguza, ilikwisha pewa maagizo mahala pa kuchunguza. Uko na imani gani na hii tume ya Samia ambayo haina viongozi wa kidini? Usije ukatoa ushahidi kuelekea kwa hii tume, kama unataka kuendelea kuishi na kulea watoto wako, ama kama unataka kuendelea kuishi ili muendelee kuonana na familia yako. Lakini kama unataka uweze kuangamizwa na hii serikali, wewe toa maoni kwa hii serikali batili kuhusu kile ambacho kiliweza kutendeka kabla na baada ya uchaguzi Tanzania. Unajua kipindi ambapo ninawaambia kwamba hii tume imeanza kuwatumia wananchi wa Tanzania harafa kwenye simu zao, mfano ukiangalia kwenye hapo kwa skrini, huo ni ujumbe ambao watanzania wameweza kutumiwa. Kama nadanganya, uliza, utaambiwa. Ujumbe huu unasomeka hivi: Toa ushahidi au maoni kwa tume kuhusu matukio ya, eh, matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, kwa ujumbe au ukipenda SMS au ukipenda rafa au WhatsApp kwa hiyo nambari, au kupitia tofuti ambayo iliweza kuundwa hapo, eti kwamba ni tume ya uchunguzi Tanzania. Ni kitu gani ambacho kinakuaminisha kwamba ukiwatumia zile picha za maafa Tanzania, ambazo hii serikali iliweza kukataa na kusema kwamba ni AI? Ni kitu gani kinakufanya usije ukakamatwa? Mimi ninaona hapa serikali inaanza kutafuta ushahidi ambao wa Tanzania wamewekeza, ili kuja kuutumia dhidi ya Samia Suluhu Hassan kwa mauaji Tanzania ndio, mimi wanaangalia mbele sana, watu wataanza kukamatwa, wafunguliwe mashtaka ya uhaini kwa kushtaki Samia kwa kukuwa ushahidi, ama kwa kukuwa na ushahidi dhidi ya serikali. Sasa ninamaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Kuna ndugu yangu Mtanzania ameweza kuniandikia rafa, akiniambia kwamba ndiyo watu wengi ambao waliweza kuuawa na hii serikali walizikwa Mwananyamala, na huyu mwenye ameweza kuniandikia ujumbe huu ni jirani na Mwananyamala Hospitali, kaniandikia hivi, jinsi ambavyo unaona hapo. Kaniambia kwamba mimi ni mkazi wa Mwananyamala, inayosemwa watu walizikwa kwenye makaburi ya karibu na hospitali ya Mwananyamala ni kweli. Amesema kwamba ni kweli, mimi ni mkazi wa Mwananyamala na ni ukweli watu walizikwa hasa. Akasema kwamba sisi tunaoishi mitaa ya karibu na Mwananyamala tulipata shida mno ya harufu, ilipofika tarehe mbili Novemba na kuendelea harufu ilianza kusikika, na kuna wakati ulikuwa ukitoka, lazima uwe na kitambaa cha kufunika mdomo au pua. Watu wengi sana waliuliwa, ikawa friji za kuweka hazitoshi, yaani mitaa hii yote ya mwananyamala ilikuwa inanuka harufu kali mno. Huyu ni Mtanzania ameweza kuniandikia arafa hiyo na kuniambia kwamba zile semi ambazo zimekuwa zikisemwa kwamba watu wengi waliuawa Mwananyamala na kuzikwa Mwananyamala ni kweli. Sasa hebu niambie, ushahidi kama huu serikali inataka iweze kutumiwa? Na mimi kipindi ambapo nimeweza kutuma ushahidi kama huu kwa hii nambari ambayo ameweza kuiweka hapa, mpenzi mtazamaji, watajua bwana Ezra ametuma ujumbe na nambari yake ndiyo hii sasa. Waanze kumulika hii nambari ya huu mtandao, kama ni wa Tigo, kama ni wa Airtel, waanze kutafuta mahala ambapo ulipo, na hivyo ndivyo watakuwa wamekunasa. Watakufungulia mashtaka ya uhaini, wanaweza wakakupoteza, wanaweza wakakuteka, wanaweza hata wakakuua. Kwa nini? Uko na ushahidi ambao unaweza ukashtaki utawala batili wa Samia Suluhu Hassan. Ndiyo sasa, nikimalizia, wapenzi watazamaji, tafadhali jiepushe na huu mtego ambao serikali imeweza kuleta. Huu ni mtego wa kutaka kunasa wa Tanzania ambao wanataka kukua mashahidi katika mahakama ya rubaa ya, ruba ya kimataifa ya ICC. Kumbuka kwamba kuna kesi ambazo zimepelekwa ICC, na hii serikali inataka kupata wale ambao watakuwa ni mashahidi ili kuweza kuwafungulia kesi. Sasa acha nikuulize, ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe uende kutoa ushahidi kwa hii mbayo, tume ambayo haiaminiki, tume ambayo haina viongozi wa kidini, tume ambayo haina viongozi kutoka asasi za kutetea haki za kibinadamu. Wewe utaiamini, na unaamini kwamba kabisa wanafanya kazi vizuri? Unapaswa kuchunga maisha yako. Ndiyo, chunga maisha yako. Wachana na hii tume ambayo inaongozwa na Othman Chande, wachana nayo kabisa. Hii ni tume ya mtego. Unaweza ukawekwa kwenye mtego ukute kwamba unatekwa. Tupatane kwa kanda ijayo. Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Asante sana kwa sapoti yako.